Mashambulizi mapya yanayodaiwa wa kutekelezwa na waasi wa ADF nalo yamesababisha vifo vya watu takribani kumi na tisa katika kijiji cha Katanga Bukondo kilichopo katika maeneo ya Rubero mkoani Kivu kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, tukio hilo limetoka mapema Jumatatu Oktoba 13 majira ya saa 8 usiku wakati watu wengi wakiwa usingizini, washambuliaji waliingia kijijini kwa nguvu na kueneza hofu miongoni mwa wakazi. Kanali alekiwewa mkuu wa wilaya Rubero, alithibitisha mashambulizi hayo na kutoa taarifa ya awali yakisema, ilipofika majira ya saa mbili usiku kulikuwa na uvamizi mwingine wa magaidi wa ADF Nalu Wameendelea kuumiza wananchi wa Lubero hasa katika kijiji cha Bukondo katika eneo la Baswaga ambako wamefanya mauaji makubwa. Wanathibitisha vifo vya watu takribani kumi na tisa. Mbali ya vifo hivyo, mashambulizi hayo pia yamesababisha uharibifu mkubwa wa mali katika kijiji cha Vuyenga, eneo la Baswaga, nyumba kadhaa zimechoma moto na maduka mawili kuporwa na kuteketezwa. Tukio hilo limesababisha wananchi wengi kukimbia makazi yao, wakitafuta hifadhi katika maeneo salama zaidi. Watu waliojeruhiwa wamepelekwa katika vituo vya afya vilivyo karibu kwa matibabu ya dharura. kufuatia mauaji hayo, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limetangaza kuanzisha operesheni ya pamoja na jeshi la Uganda ili kuimarisha usalama na kufuatilia washambuliaji hao. Operesheni hiyo ni sehemu ya makubaliano ya ushirikiano wa kijeshi kati ya nchi hizo mbili, yenye lengo la kuzima nguvu za kundi hilo la waasi wa ADF nalo ambalo linadakiwa kuhusishwa na kikundi cha kigaidi cha Dala la Kiislamu. Waasi wa ADF nalu wamekuwa wakitekeleza mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya rahia katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Ituri. Licha ya juhudi za kijeshi zinazoendelea, mashambulizi hayo ya mapya yanaonyesha changamoto kubwa zinazokabili taifa hilo katika kuhakikisha usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC.